Hii ni TriGen Media uh, karibu sana, karibu sana uh, uweze kupata habari mbalimbali pamoja na matukio mbalimbali mbali kupitia katika chaneli yetu hii. Tunapatikana katika uh, ukurasa wa YouTube, lakini pia katika kurasa mbalimbali mbali za kijamii. Karibu sana na uko katika siku nyingine, siku ambayo tunakwenda uh, kukupeleka kwenye kile kinachoitwa fikra za mubali na mapuli. Ni sehemu pekee ambayo kupitia TriGen Media hapa Tunakwenda kujadili masuala mbalimbali yanayoendelea hapa nyumbani Tanzania, lakini na kuingineko duniani. Tunafanya uchambuzi, lakini pia tunapitia dondoo mbalimbali na hata kutafuta wachambuzi mbalimbali kwa ajili ya masuala mbalimbali ambayo kila siku yanatokea kila kona ya dunia. Karibu sana, na ni juma linaendelea hili, yako masuala mengi ambayo katika ulimwengu wa habari yanazungumzwa. Uh, kule Dodoma wabunge amekwisha kuchaguliwa amekwisha kuapa. bila shaka kinachosubiriwa sasa uh, ni waziri mkuu ni nani, watatujuza huko uh, wajuzi wa masuala ya la siasa. Lakini pia uh, tukibakia hapa barani Afrika, bado hali ya amani nchini Sudani imeendelea kuripotiwa kuwa ni mbaya, ambako uh, vikosi vya RSF bado vinaripotiwa kuendelea kufanya uh, yasiyofikirika si, katika akili ya kawaida ya kibinadamu. Lakini pengine ni mjadala ambao unachukua nafasi kubwa sana kwa juma hili, vilevile kule uh, katika ukanda wa Gaza eh, mgogoro kati ya Israel pamoja na Hamas bado unaendelea kufukuta licha ya kukoma toka mwezi Agosti. Tunaambiwa kuwa makazi karibu elfu moja na mia tano yamechomwa ya moto yameharibiwa, hatujui nini hatima ya huko. Ni habari ambayo pia inatanda katika ulimwengu wa habari uh, pia kunao mkutano wa COP thelathini ambao ulianza tangia hapo jana nchini Brazil. Unajua kilicho kilichofanyika kule wa Brazil, wamekataa uh, wamegoma na kuandamana kuelekea kwenye mkutano, wasema hatutaki misitu yetu bwana iuzwe. Ni mkutano huo nao ni habari kubwa kwa ileo, lakini zaidi na zaidi kuna vuta nikuvute pasua nikupasue kati ya Rais Donald Trump wa Marekani pamoja na viongozi wa mataifa ya Colombia pamoja na Venezuela. Na uzungumzia mzozo kati ya Marekani pamoja na nchi za Karibiani na zilizo katika ukanda wa aa, wa ukanda wa bahari ya Pasifiki Mashariki. Yako mengi huko, lakini kubwa zaidi leo sasa ni kwamba meli kubwa ya Marekani ya kivita imetia nanga kule. Inakwenda kufanya nini? Ndicho ambacho nakwenda kuangazia hapa, kwa nini meli hiyo. Lakini bado pia rais wa Colombia amesema anakwenda kusitisha kabisa mahusiano yake ya kijasusi na Marekani, lakini upande wa Venezuela rais Maduro anasema ni wivu tu wa Trump, hataki aendelee. Basi karibu sana hilo ambalo tutakwenda kujadili leo. Utakwenda kuzisikia fikra za Mubali na Mapuli kwenye hili ambalo linaendelea kati ya Marekani, Venezuela na Kolumbia. Mubali eh? uh, ni fikra, ni fikra, ni fikra, fikra uh, hali si hali Meli hiyo ambayo jina lake lenyewe ni meli ya kivita yeah. na inatajwa kwamba ni moja kati ya meli kubwa duniani. yeah. ya USS Gerald mm. R. yeah. na hilo jina ni miongoni mwa miamba wa kijeshi, siku nyingine. Kwa hiyo <laughs> hali si hali, kumekuwa na yeah. mashambulio zaidi ya sabini yeah. na kuna watu ambao wamepoteza maisha ndio. No. Eh, ya, ni habari ziko nyingi lakini mimi na, ni nafikiri kwa sababu licha ya kwamba wewe ni, ni, ni, ni nguli katika masuala ya habari lakini kidiplomasia limekaa vipi hili? Kwa nini Marekani, kwa nini Venezuela, kwa nini Colombia? Kuna nini hapo? Labda tu kwenye historia ya nchi hizo mbili ama zote tatu kwa ujumla. Kuna nini hapo? A, ukiangalia kuna sababu pale, kuna sababu za masuala ya siasa za kikanda nchi zile, ukiangalia mfano Venezuela ukianzia historia ya kina Hugo Chavez wakati huo mpaka Nicolas Maduro, ni miamba pia hawa. Na ukimwangalia rais wa sasa wa Marekani mm. Donald Trump mm. eh, mapuli utaona kwamba mm. mbona kama wanataka kufanana kwa mbali hivi na, na, na, na Maduro, <laughs> Maduro lakini hawezi <laughs> kulala yani, ukiaidiana jambo mm. leo mmalizane leo mm. kwa hiyo Maduro ukiangalia e, e, vitu ambavyo umeniuliza vitu vya msingi ni mm. kwa nini hasa kuna masuala ya kiusalama masuala ya ushawishi wa kikanda mm. Unajua hizi siasa zipo kikanda, mfano ukiangalia kanda ya Afrika Mashariki kuna kuna siasa za kikanda ambazo zinavutia pia mataifa ya nje. Sasa Marekani kiranja wa dunia mm. kama anavyojiita ambapo sasa hivi pia mm. challenges zimekuwa nyingi mm. changamoto za ukiranja wake ana, kuna watu wanaibuka nao ni mamonita wengine anakuta siyo ni nani hawaelewi mm kwa hiyo kwa mzozo wa Venezuela, Colombia, pamoja na ukiangalia na Marekani mm. zaidi zaidi ni masuala yanayodaiwa kwamba namna ya kudhibiti ama mm. kukabiliana na vita vya biashara ya dawa za kulevya mm -hmm. na dawa zaidi ambayo kwa biashara ya ukanda ule ni kubwa mm. ni kokeini. Kokeini, ndio. Lakini kuna historia pia mwanzoni, unajua wagomba nao ndio marafiki nao mm, mm. na wapata nao mm. ndio wagomba nao wakati mwingine Ukiangalia kuanzia miaka elfu tisamia tisini na tisa hadi elfu mbili huko, wakati wa utawala wa Hugo Chavez walikuwa mm. na fungate, walikuwa na makubaliano, walikuwa na ndoa, na ndoa ndoa ya kisiasa mpaka mm. wakaunda kitengo cha pamoja kinaitwa DEA mm. kitengo kile kilikuwa cha pamoja cha kupambana na dawa za kulevya kule. Sasa unajua kilitokea nini? mapuni mm. wameendelea hivyo. Sasa marekani akiwa mna, mnafanya operation ya pamoja, anafanya mambo haya mawili Hugo Chavez akasema, jamani, kikosi hiki cha DEA hawa wanaotoka Marekani wana kazi mbili. Unajua kazi ya kwanza ilikuwa ni mm. ni hiyo ya kutokomeza dawa za kulevya sawa, lakini wanaingilia uhuru na kutuchunguza tena mm. Hugo Chavez akasema, jamani, kwa hiyo akavunja ile DEA kile hmm. kitengo cha kupambana na dawa za kulevya hmm. akawafukuza kwa maana kumbe kwa kwa, kwa, kwa lugha rahisi naam, eh, kwa fikra zetu hizi kwamba hili swala lina lina lina mlolongo. Lina mlolongo lina mlolongo mrefu. Nilija, nilijaribu kutazama kwa mfano, uh, ume, ume ni kwa mfano ripoti ambayo umetoka kutujuza ni kwamba wanasema ni zaidi ya mashambulio nam no. uh, nadhani ni kumi na tisa kama sikosei ya yeah, e, maisha maisha watu sabini na tisa. Tisa. No. Uh, na nikaona kuna kuna kelele za kulalama kwamba eh, mashambulizi haya yanaua ya ya ya watu kwa hiyo nikaona kama kuna, kuna mwangwi kuna kelele hivi ya watu wa masuala ya haki za binadamu kwamba kinachofanywa na Marekani kushambulia zile meli kule baharini kwa kile anachosema kwamba zinasafirisha dawa labda eh, ni uvunjifu wa haki za binadamu. Nimemsikia Trump eh, ametoa naye anasema jamani, kama nimeshambulia nime meli kumi na tisa, maanake yale mashambulizi no. kumi na tisa kwao, akatoa na, naye anajieleza sasa kwenye, kwenye dunia kwamba jamani Badata. kila meli moja yeah. eh, kila meli moja kama ingeingia Marekani ilikuwa inakwenda kuua wa Marekani elfu ishirini na watano No. meli moja, hayo ni matarajio huku wamesha, yeah. kufa tayari. Hiyo imekaaje kihesabu? Maana nikaona kama Trump, mbona kama jibu lake ili e, no, amekuwa na majibu magumu magumu magu. <laughs> Unajua Trump yeye yeah. Trump akikanyaga nyayo anafuta ndio, mm. maana mm. hata wakati anaingia katika uchaguzi mkuu wa Marekani mm. wachambuzi wengi, wana diplomasia wengi, hawajawahi kuielewa diplomasia ya Trump Trump anapofanya kitu anajua kesho kikitokea hivi mm. anakuwa na namna mbili mm. Sasa hapa anajua anaweza akashitakiwa akapelekwa the Hague. Kwa hiyo amejiwahi kwa ya kwamba mm. yani, ile meli moja wakiteketeza mm. ya dawa za kulevya, wameokoa watu ishirini na tano, au ni matarajio. Lakini anaposema hivi mm. huku wachache zaidi ya yale matarajio wamekufa tayari, katika mashambulizi yale yanaua watu umeona, kwa hiyo kipi ni kipi sasa, uogope matarajio mm. ama uogope mauaji ya sasa mm, mm, mm. <coughs> ni jambo ambalo wanaona ni ujanja tu, watasema na muangalia rais rais kwa Stravo mm. uh, Petro yeye anasema kwamba pa, Maduro anasema anaonewa eh na anasema sawa, endeleeni lakini najua shida ni usosialisti mutaki, lakini mwenzake Petro anasema ah, sasa nivuta nikuvute bana, wewe ng'oa jino we, mimi na ng'oa jicho, wewe usione wewe, hakuna we, we kuona mimi sili nyama yeye anasema kwamba anakwenda kusitisha uhusiano ambao umejengwa kwa muda mrefu wa kijasusi. kwa, kwa mtu wa kawaida uhusiano wa kijasusi huu ni, ni upi? huo uhusiano ah, wa kijasusi ukiangalia taifa kama taifa hata mataifa kama yetu zamani mm, kuna mataifa yaliyokuwa na taji wa kijasusi mapuli mm, unakuta labda mataifa kama Cuba, mataifa yani, kuna mataifa ambayo uhusiano ukiwa na taifa lako unaotoa mafunzo wapi? Una, watu, una train majasusi <muchilis> wako wapi? Kwa hiyo Marekani pamoja na Kolombia hawa ni kopo na mfuniko, yani unavyozungumza <muchilis> eh, Venezuela pamoja na Kolombia kwanza kwa, kwa, kwa, kwa, kwa, na mfuniko hapa nani mfuniko, mfuniko nani, kopo pale, naona mfuniko <muchilis> <muchilis> na <no> Kolombia kwa sababu kopo linaweza mengi, yani hapo, kwa mfano kwa mfano, nime, nime, nime, nime, nime, nime, nime, nime, nime, nime, nime, ule giant ule ukubwa wa, wa, wa Marekani nikatazama, kwa maana mm. ya fedha, kiuchumi, kijeshi, kila kitu mm. uh, nikamtazama pia uh, Colombia mm. lakini nikatazama na kauli eh, ya rais wa Colombia kwamba Marekani unatupiga eh, bwana, sisi wauza mm. dawa. sasa mm. mimi nakwenda kusitisha uhusiano wangu na wewe wa kidiplomasia. Nikawaza diplomasia gani hii ambayo Colombia anaweza kumtisha nao Marekani? Nikasema labda nisikie na fikra za Mubarini. Yani diplomasia, unajua, katika diplomasia kuna mm. diplomasia ya ushirikiano katika uchumi mm. diplomasia ya ushirikiano katika maswala haya ya kisiasa. Kwa hiyo pale yeye anachozungumzia ni diplomasia ya kijasusi, wamekuwa wakibadilishana mm. taarifa, manake ukimnyima pia Marekani mm. taarifa za kijasusi ambazo zamani wangesema akisikia Colombia Trump amesikia. Kwa hiyo pale mmoja ni loser. Kwa hiyo katika ushirikiano, wewe unaweza ukawa na kila kitu na teknolojia, lakini katika dunia hii ambayo kuna ugaidi, kuna makundi mbalimbali, wapi unapata taarifa zako? Unajua hizi nchi ni vitovu, ndio maana unakuta hata katika biashara sasa hivi tunazungumzia labda troika, jumuiya ya troika zile za kibiashara huku, kwa hiyo mataifa yaliyoendelea lazima yawe na kitovu mm -hmm. Wapi unapata malighafi zako kama ni biashara? Wapi unapata taarifa zako za kiintelijensia kama ni swala, ili uendelee kuonekana ni powerful, una nguvu duniani. Kwahiyo ni mataifa madogo mm -hmm. Kuna kitu ambacho unajua, e, tuseme kanuni ya Donald Trump mm -hmm. Ni kanuni ya kwamba unamwaga mboga, mimi namwaga ugali. Baada ya pale hajui kwamba labda nitakula ugali bila mboga mm -hmm. kwa hiyo pale wanatunishiana misuli Venezuela ama Colombia, kuna kitu watapoteza mfano mm -hmm. hata katika vita kuweza kucontrol katika ile Pacific ya mashariki mm -hmm. hawana uwezo wa kudhibiti dawa za kulevya na kule athari ni nyingi. Utakumbuka mwanzoni kabisa baada ya kuingia baada ya Hugo Chavez akaja sasa rais wa sasa Maduro mm -hmm. kulikuwa na namna alivyoanza mwanzoni akakosana kabisa na Marekani, yeye alikuwa anawapiga wale wanao risasi, mm -hmm. wale wanaorisasi wale wanaofanya biashara Marekani akapiga kelele sana. Kwa nini? Unajua, kwa sababu baadhi ya magenge yale, mm. yananufaisha hata hizo nchi hizo biashara unazosikia yani? zinapigwa vita mm. kuna wakati fulani mfano, sasa hivi kesi iliyofunguliwa, kuna kesi ambayo alifunguliwa Maduro mm. unaona, ile kesi ni ya kwamba anashirikiana na magenge ya kusafirisha dawa za kokaini umeona? mm. Kumbe na hawa wakubwa, unapambana vita wakati huo unafanya mm. biashara Eh? Sina uhakika na hilo lakini kuna e, maslahi kifikra. Sasa fikra ziko nyingi sana hizi fikra zi, fikra zetu ziko nyingi lakini nadhani ni habari ambayo imejaribu kuangaziwa sana na, licha ya kuwepo habari nyingine lakini nika, tukaona sisi katika fikra tuiweke kwenye meza ya fikra hizi za mobali na mapoli tut, tutazame e, zinapozungumzwa dawa za kulevya ni, ni vitu gani lakini pia uh, namna gani zinavyoathiri na hasa uh, nguvu kazi ambao ni vijana katika katika katika wingi wao. Ni tukio ama ni vita hii imezungumzwa sana pamoja na viongozi mbalimbali duniani akiwemo uh, Papa leo wa, wa kumi na wa kumi na nne na amesema na kwamba ana mtazamo wake kuhusu hiki ambacho kinaendelea kati ya Marekani no. na, na Venezuela na Colombia bado nakumbuka alisema no. Uh, pop kwamba yeye anaona kama ni namna nyingine pia ya kuwaongezea mzigo watu wanaotoka katika nchi hizo nchi hizo mbili e, na akasema labda ni aina fulani ya unyanyasaji, na akataka mara moja papa, mm -hmm. papa, papa, papa leo amemtaka Rais Trump kuacha mara moja ili awache watu wawe huru, kwa sababu kumbe hii biashara hii hao wanaokamatwa kwenye hizo meli sio tu kwamba wana, zinalipuliwa na uawa wanafungwa mm -hmm. na wanapopatikana yani Marekani anapochukua wale anakwenda nafunga kwa maana yake, mm -hmm. hawarudi ile za makwao ama wapi, kwa ni kitu ambacho kilimkera kidogo kiongozi wa Kanisa Katoliki duniani papa, lakini pia kilimkera yeah. bure tu mfano kwa Trump mm. mwaka elfu mbili na ishirini, aliwahi kutangaza mm. azma yake ya hiki kinachoendelea mm. leo kwamba ni lazima takabiliana yeah, za na, na Nicolas Maduro mm. katika biashara hizi za dawa za kulevya mm. na yeye haikuwa tena kudhibiti yani pale kwanza hakukubaliana, unajua kutoka Hugo Chavez kuja Nicolas Maduro mm. aliingia kibabe mm. na m sasa hivi ni kama wanataka wamtoe, yeah. kwa hiyo na hiyo unakumbuka toka mwanzo wakati tunaanza kufuatilia habari, uh -huh. eh, ma ma Maduro, yeye imani yake wala anasema ah, hapa hakuna cha dawa, hakuna dawa hapa, hapa dawa anayotafuta hapa ni mimi ningolewe tu ndio, uh -huh. maana nikasema mwanzo huu ni wivu tu, yeah. Nafikiri fikra zikishapa kwa leo sio mbaya si mbaya eh, ili tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tafakari tena fikra za kesho ya tutafakari, lakini cha kumwacha mtu ni kwamba na, haya yanayozungumzwa katika dunia hmm, kwa fikra tu za mimi na mapuli hapa tunavyoona, kila unachokiona kinazungumzwa kuna undani wake, ikizungumzwa demokrasia kuna kitu, mbona kuna nchi hapa hazijawahi kuguswa ambazo zina uchumi mdogo kabisa ambazo hazina lolote? Ay, yakina, akina papua nyingine. Lakini kuwa na kitu chochote kile lazima uwe na mageti na magri, ni sahihi? Nafikiri unanielewa, nafikiri fikra ziishia hapo. Hii ni Trigen Media mtazamaji, na hizi zimekuwa ni fikra za mubali na mapuli ambazo utakuwa ukizipata hapa hapa Trigen Media. Usisahau kwenda kwenye ukurasa wetu wa YouTube. Uh, tafuta Trigen Media tafadhali, subscribe pale, lakini endelea kufuatilia habari zetu nyingi kabisa ambazo ni za uhakika, lakini pia uh, utapata dondoo mbalimbali uh, za kimataifa katika uchambuzi uh, katika taarifa ambazo zime zimechakatwa kwelikweli na ni taarifa za ndani. Mwenzangu ni Leonard Mubali, mimi ni Leonard Mapuli, na hizi zimekuwa ni fikira za Mubali na Mapuli. Tunakushukuru sana, kesho tena. Kwaheri. Asante sana